Okay mm. <coughs> Mimi ukuniuliza nafikiria yes. mm. Hivi Rose mm, angependa kurudiana na huyu jamaa mm -hmm, lakini anaogopa mm, anaogopa vile ata apa approach hii situation kwa sababu jamaa tayari, kumbuka alishamwacha, na akachukua mwanadada mwingine na tulikuwa na mahusiano na huyo mwanadada mwingine. Kwa hivyo ningependa tuweze kupatia wanajambo nafasi ya kutoa ushauri uende ikawa, labda kuna mtu ambaye amewahi kuwa katika hii situation, unapata ulikuwa na mtu lakini akakuacha akaoa mtu mwingine, lakini wewe bado unampenda, umeweka kwa roho yako na umekuwa ukifuatilifuatilia ya maisha yake. Miaka kama mbili tatu baadaye unasikia fununu ati unajua, by the way Ghost ameachana na yule mdito hmm? <laughs> Je, ni sawa wewe kama ex wake kuamua eh, labda kuweza kumapproach tena ama ungojee yeye mwenyewe ndiye akufuatilie ama akufuate. Kuna watu, wakati mwingine mwanamume pia kishaachana na mwanadada hataki kurudi tena nyuma, anaendelea na mwingine, anasonga kule mbele, lakini mwanadada anataka waweze kurudiana. Je, ni sawa kufanya ama kuchukua ujasiri ya kuweza kufuatilia? Kwa sababu ukisikia hata vile Rosie anaongea sasa hivi hayuko straightforward kwamba anataka kurudia na huyo jamaa. Yeye yeah, anasema eti anataka tu amwambie what could have done wrong ndiyo imsaidie kwa mahusiano mengine lakini mwenye yama anajua mambo haya mambo vile mambo vile huwa inaenda. Mambo ya mahusiano utajua tu ama utajijazia kwamba Rozi anataka aone vile anaweza rudiana, na huyu ni ugodhabu bado anampenda lakini. Eh, msikilizaji najua kwamba umeweza kufuatilia umeweza kusikiza kwa makini, labda una maoni tofauti ama labda kuna ushauri ambao ungependa kutoa pale. Na je wewe pia umewahi kupitia masaibu kama haya? Hebu tuzungumze, toa maoni yako. Namba ya simu ni 02044